Nataka nikudondolee hapa kidogo eh, aina mbili eh, ya Ukristo, yaani kutakuwa kuna paneli ya kwanza na usema Ukristo na kuna paneli nyingine ya pili na usema Ukristo huo. Sasa uzitofautishe ujione wewe uko kundi gani la Ukristo. Ah, aina ya kwanza ya Ukristo eh, inaitwa Ukristo wa kurithi nipata hiyo yani, mtu anarithi kutoka kwa baba yake, kwa mlezi wake, kwa rafiki yake. So yani, anashawishiwa pengine na waimbaji e, anashawishiwa kwamba njoo kanisani huku e, kuna kuna wanawake, kwa utapata mwanamke wa kuoa wakuoa. E, njoo huko kanisani utapata kijana atakuoa. Sasa huo ni wa kurithi, wakurithi. E, yani una urithi, so ni ukristo wa kwenye mdomo. Lakini kuna aina pili ya Ukristo, ni Ukristo halisi. Huu ni Ukristo wa msalaba. Hii inamaanisha nini? Maanake ni mtu mwenye anaamua kufungamana na Mungu, nafsi yake inaamua kumfolo Mungu, anaamua kuchukua hatua mwenyewe kabisa na thabiti za kuamua kuambatana na Mungu kwenye maisha yake. Unaiona hiyo? Lakini aina ya B au sehemu ya pili au eneo la pili la aina ya kwanza wa, ya, ya Ukristo inaitwa Ukristo wa nje ndani ehe. Yani kuna Ukristo wa nje ndani, yaani e mtu anaonekana nje ameokoka, e ndani kaoza, ndani ana Mungu anaonekana kama yaani nje naonekana na Mungu, kumbe ndani e wa ovyo, hana Mungu yoyote, ni mpagani tu, ni muhuni ehe, ni mzinzi ni muongo ni mwizi ni mchonganishi Ehe, sasa huo ni Ukristo wa nje ndani, lakini panel ya pili ya Ukristo ni Ukristo wa ndani nje. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yaani kwa hivi Ukristo maana yake ni, ni ni ule utu mm, wa Kristo unauvaa ule uhalisia wa Kristo moyoni mwako. Lazima tuone zile tabia arisi za Kimungu, ile chapa za Kristo, ule mwenendo wa Kristo kutokea ndani kuja nje. Yaani, tunapo kutazama hivi tunaona kabisa mm, moyoni mwake ana Mungu. Je, kuna mtu hata lugha yake anayozungumza inathibitisha kwamba kabisa huyu mtu ana hofu ya Mungu, huyu mtu ni mwaminifu, huyu mtu amejitenga na dunia. Sio ule Ukristo wa nje ndani, maana yake huyu mtu anakuwa na yale mambo matatu: ana tamaa ya mwili, ana kiburi cha uzima na tamaa ya mali. Yaani kuna Wakristo wametanguliza mali mbele kuliko Mungu. Hamnaka Ukristo wa namna hiyo. Haupo, haupo. Aina ya tatu nakupa hapa na kuacha ukristo wa sehemu ya tatu ya Ukristo. Sasa katika ile aina ya kwanza na ya pili, sehemu ya tatu ya ukristo inaitwa ukristo uliojengwa kwenye ahadi na vitu, lakini aina ha, lakini sehemu yake nyingine ya aina ya pili ya ukristo ni ukristo uliojengwa kwenye neno. Ukristo wa kweli unajengwa kwenye neno la Mungu, sio vitu.